Mbunge wa Bunge la Ulaya kutoka Ufaransa, Rafael Glusman, ameomba hadharani Marekani irejeshe Sanamu ya Uhuru, akidai kuwa taifa hilo limepoteza mwelekeo wake wa kidemokrasia. Akizungumza kwenye mkutano wa chama cha Place Public, Glusman alieleza kuwa Marekani haifuati tena maadili ya uhuru na demokrasia ambayo sanamu hiyo inawakilisha. Sanamu ya Uhuru Statue of Liberty rasmi ilijulikana kama Liberty Enlightening the World. Ilikuwa zawadi kutoka kwa Ufaransa kwenda kwa Marekani mwaka 1886 kama ishara ya urafiki kati ya mataifa haya mawili na kuadhimishwa miaka 100, 100 ya uhuru wa Marekani mwaka 1776 hadi mwaka 1876. Wazo la kuipa Marekani zawadi hii lilitolewa na mwanahistoria wa Ufaransa Edouard de Laboulaye aliyetamani kuona demokrasia ya Marekani ikiendelezwa kama mfano wa dunia. Sanamu iliyochongwa na Frederick Auguste Bartholdi huku ujenzi wake ukisimamiwa na Gustave Eiffel, mjenzi wa mnara wa Eiffel, iliundwa kwa shaba na kuonyesha mwanamke aliyewakilisha uhuru akiwa ameshikilia mwenge uliowashwa mkononi mwa kulia, kama ishara ya mwangaza wa uhuru kwa dunia nzima. Katika mkono wa kushoto alishikilia kibao kilichoandikwa Julai 4 mwaka 1776, tarehe ya uhuru wa Marekani. Sanamu hii ilikamilika Ufaransa mwaka 1884 kisha ikasafirishwa kwenda Marekani kwa meli mwaka 1885 katika vipande 350 ambavyo vilihifadhiwa ndani ya masanduku 214. Ilipofika New York vipande hivyo vilikusanywa upya kwenye kisiwa cha Liberty, Liberty Island ambapo ilizinduliwa rasmi tarehe 28 Oktoba mwaka 1886 na, na rais wa Marekani Grover Cleveland. Sanamu ya uhuru imekuwa moja ya alama maarufu zaidi duniani za demokrasia, uhuru na matumaini, hasa kwa wahamiaji waliokuwa wakiwasili Marekani kutafuta maisha bora. Mwenge wake unaashiria mwangaza wa uhuru, huku maandishi kwenye kibao yakikumbusha tarehe ya uhuru wa Marekani. Hata hivyo, kauli ya Glossman inaibua mjadala mpya kuhusu ikiwa Marekani bado inaenzi thamani za haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na demokrasia kama ilivyokusudiwa wakati wa kupokea zawadi hiyo kutoka Ufaransa. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.